Mwanzoni kabisa mwa mwezi Juni 2025 rais Donald Trump alitia saini tangazo la kupiga marufuku raia wa mataifa kumi na mawili kuingia nchini humo huku mataifa mengine saba yakiwekewa vikwazo kwa kile alichokitaja kuwa ni kulinda usalama wa taifa. Mataifa yaliyopewa marufuku hiyo ni Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea ya Ikweta, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudani na Yemen, na mengine ya Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela yakiwekewa vikwazo, na kufanya jumla ya mataifa kumi na tisa. Sasa Trump ameagiza usitishwaji wa mara moja wa kutoa vibali vya uraia kwa wahamiaji wa mataifa yote hayo. Hata hivyo, inadaiwa kwamba orodha hiyo inaweza kuongezwa hadi kufikia nchi thelathini. Marufuku hii inatajwa kuwa ni ya uimarishaji wa hivi punde wa sheria za uhamiaji baada ya shambulizi la wiki jana huko Washington DC ambalo lilisababisha kifo cha mwanajeshi mmoja wa jeshi la ulinzi na mwingine akiwa katika hali mbaya. Hii ni mara ya pili kwa Rais Donald Trump kuamuru marufuku dhidi ya raia wa nchi tofauti. Mwaka 2017, wakati wa muhula wake wa kwanza ofisini, alitia saini agizo kama hilo kutoka mataifa saba yenye idadi kubwa ya Waislamu kuingia nchini Marekani, hatua ambayo hata hivyo ilipata ukinzani wa kisheria na ikakabiliwa na rais mstaafu Joe Biden mwaka 2021 akisema imelitia doa taifa hilo.